Katika taifa la Tanzania, matukio ya ukatili ni miongoni mwa matukio ambayo yanaendelea kuripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari katika taifa hili la Afrika ya Mashariki. Visa juu ya matukio ya ukatili vinatajwa kuwa moja kati ya sababu ambazo zinarudisha nyuma jitihada za wanawake katika kupiga hatua katika taifa hili. Hivi karibuni, miongoni mwa visa vya kutisha na vya kukatisha tamaa vimeripotiwa katika pande mbalimbali za taifa la Tanzania. Miongoni mwa visa hivyo ni pamoja na matukio ya ulawiti na ubakaji ambayo yanafanywa dhidi ya watoto. Kaskazini magharibi mwa taifa la Tanzania linapatikana jiji la Mwanza. Hapa baadhi ya wananchi wanasema imani za kishirikina ni miongoni mwa sababu ambazo zinachochea juu ya kuongezeka kwa matukio hayo. Kwa siku hizi dunia imebadilika, watu wanaamini sana katika imani za kishirikina, ambapo watu wanaamini kwamba unajua ukamtafute mtoto labda ulete kiungo fulani cha mtoto. Mama anaondoka asubuhi anaenda kwenye utafutaji, baba anaondoka asubuhi anaenda kwenye utafutaji, lakini wanapoamka ile asubuhi kuhakikisha wanaenda kwenye utafutaji, hawaachi mazingira salama kwa mtoto. Unasababishwa na ni watu kukosa utu ndani ya mioyo yao na hofu. Mtu anakosa utu, anashindwa kumchukulia yule mtoto kama naye ametokea katika hatua ya utoto pia akawa mkubwa. Kwa hiyo ile kukosa utu ndani ya moyo wake na hofu inampelekea yeye kumfanyia mtoto vitendo ambavyo ni vya kikatili. Serikali ya Tanzania inachukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na matukio ya ukatili katika taifa hili. Wanaharakati hawajabaki nyuma katika kupaza sauti juu ya nini hasa kifanyike katika kutatua changamoto ya matukio ya ukatili. Pamoja na hatua zote ambazo zinaendelea kuchukuliwa, wananchi wanasema wakati umefika kwa serikali kuendelea kutoa elimu huku watu wakali zikichukuliwa kwa wale wote ambao wanathibitika kufanya vitendo vya ukatili katika jamii. Watu wanatakiwa watafute wafanye kazi kwa bidii ili wajikwamue na sio kuamini katika imani za kishirikina. Wito wangu mimi kwa wazazi ni kwamba Kabla hawajaenda kwenye utafutaji, weke tu mazingira rafiki ambayo wanaweza kawacha watoto. Ombi langu kwa serikali ni kwa hawa ambao tayari wamekamatwa, wamebainika wa kwamba wamefanya ukatili kwa watoto, wanatakiwa kuchukulia hatua kali za kisheria. Serikali tu ijitahidi kutengeneza mazingira rafiki kwa watoto, lakini pia na kwa wazazi kwamba serikali itoe wito kwamba kama ni mzazi unaenda kwenye shughuli, hakikisha unafanya moja mbili tatu, namwacha mtoto katika sehemu salama. Tutoe elimu pia, adhabu zichorewe, wae wana wanatumia hata watu ambao ni wa kisirisiri kuchunguza familia nyingi <muchos>